Kunako dimba hili la KMC Complex leo ni siku ya diara na yanga wamepata ushindi. Utapoa eh, kama kawaida kaka. Aa, tuendelea kuchukua pointi tatu muhimu kaka. Yani kadi inapozidi kuchukua pointi tatu muhimu, naona ubingo na ukaribia kaka. Unajua kuchukua pointi tatu mbele ya mwanaume mwenzio <laughs> <laughs>

Dodoma dhidi ya Coast Union. Sisi kila kwa tunapoingia tunacheza kama finali. Kama unapoona mechi ilikuwa ngumu. Wazungu wanapenda kuita za hard way lakini Conte alikuwa atajafua kwa ngumu. Mwenye kikosi bora anaondoka na pointi tatu mimi. Kwa maana hata jana walipo ondoka sana mitandaoni. Wanasema wao kuna mchezaji wao anakuja kufunga hat trick. Unakwenda kufunga hat trick mbele ya Yanga. Unakwenda kufunga hat trick mbele ya Pakome. Nani kakwambia? Nani nimeshachukua pointi tatu mimi. Huyo mchezaji wao alikuwa anasema anakuja kuchukua pointi tatu kutoka kwangu. Sidhani labda labda Wacho yangai labda Yanga nyingine. Kwa wanaume mnazidi kutamba tu mjini. Hii ndio Yanga kaka. Mwenye kikosi bora na tu kwenye. Mwenye timu mbovu ndo anadufuria kama mtoto wa mode. Kwa sisi kama mashabiki na wanachama Yanga wanazidi kula la. Mwenye kikosi bora tunaondoka zetu Dodoma tutoe na pointi zetu mwe mtatu baba. Pakome amekiwasha sana leo Pakome. Ah, yule asema master, ukisema kwamba Pakome na ndio maana ukiangalia Fountain Gate. Alafu mambo ya kupaka paka bleach haya. Unajua unapopaka bleach mguuni imo. Ukiangalia Fountain Gate wanamcheza wachezaji wao kwa nao, kapaka bichi na jilinganisha pako. Ah, na maajabu yoyote mali kwa nazunguka tu na kaptula uwanjani huko kaka. Unajua unapopaka pa bichi kichwa na funguni ama kitu hayo matumizi mabaya ya bichi. Kwa hiyo unamwona, na mimi namwambia huyu mchezaji wa Fountain Gate anda kanyoe hapa duniani kwa kama yuko mmoja tu kaka, mwambie anaenda kanyoe bichi zile kaka, kwa kama ndio unamwona ile Pakome, hakuna mtu mwingine, na kwa maana hata kule kwa watoto wa mode mutara ile kaka, bichi yule zuri ile kaka, bichi mpanzo ile kaka bichi lakini baada ya kuona mguuni amna kitu watu, amenyoa kama mtare kanyoni ngila, amebadilisha ametoa, ameweka na black. Kwa hiyo hata huyu mchezaji wa Fontengeti mwambie nenda kabadilisha zile nywele, afanye haraka sana master, tabaki kwa master ndio habari ya mjini kaka. Kwa hiyo mwambie nenda kanyoe zile nywele kaka, kwa style hii yangana mpinzani Tanzania hii yani kuanzia mechi za kimataifa. Mtoto wa Mudi amekuwa kama shirika la ugavi tu gaga. Wa kumlingilisha na Yanga nani bwana? Yaani mtoto wa Mudi Yanga atambe na mtoto wa Mudi atambe. Mimi ndo habari ya mjini kila sekta. Mwambieni mtoto wa Mudi kama yuko bora tu mechi hata dono, mayala, le, le, le ono, ya kirafiki acha na mwezi wa mwezi wa 3 kwenye ligi kuu Tanzania baba. Mwambieni hata mwambieni aje hata sasa hivi. Hata rafiki zangu kina leo nilimo Benedict Rot alisande mayala majungu mimi wale waona vizuri kadi. Waambie rais wa wote Tanzania tamba mjini. Yaani wewe mimi wa kulinganisha Tanzania hii simuoni. Wataje Manchester Arsenal, lakini sio mtoto wa Mudi sio kama mshikamadishi sina wanakwenda na na na kanyaga ubingwa tena wa 2025 26, kaka, yani hapa kula kwa kwa maana hata kwenye tuzo tuzo tuzo kutoka 12 simu huko, sababu alikuwa anajua kabisa zote zingemwagika Yanga. Wewe unafikiri zile? Angalia, angalia sasa hivi man man of of the the match match ni akotia mbali leo leo. Nani nani nani nani nani? hakuna cha kwetu, tunazoa kila kukicha. Mchezaji bora leo Yanga kwa Fountain Gate, hamna mchezaji kuna kwa kwenda kuchukua man the match kwenye mchezo alafu mchezaji mali hapo na ni Fontaine Gate. Ah wewe, lazima tukopoe sisi wananchi, sisi kama mashabiki wa Yanga nazidi kuchangilia la nazidi kula good time sisi. Tunataka tunasema kwamba hata kosi mwenye, siku ya juma ngapi, siku ya Jumapili anaenda kufa kule Dodoma, uwanja wako umefungwa na kutana Dodoma, tunaenda tunamkanda baba, tunachukua point tatu mwemo, ndio tunahakikisha tunakwenda kutangaza ubingwa mapema kuliko misimu yote kaka. Nani kama Yanga kaka, nazidi kula good time utaka kaka, nazidi kujinjoy eto mwenye timu bora ndo anachukua ana pointi tatu, ila kama na timu mbovu watu kuchukua pointi tatu mwhimu, mwambie mwambieni, shirika la ugavi lalo naenda kugawa tena kwa nani? Kwa, si, kwa nani wale wale nani wale mbea sita wanaenda kugawa tena, maana shirika la ugavi nyumbani linagawa, ugenini linagawa kwa leo linaenda kugawa tena kwa Mbeya City kule. Na mimi nasema naam. Acheni ligi ya mabingwa iendelee, lakini bahati nzuri, bahati mbaya, bahati nzuri. Ligi ya mabingwa imesema vinginevyo. Mtoto Hamudi mpaka mwezi wa kwanza alikuwa anarudi kwenye ligi kuta za Nabala alikuwa anapanda vimbinyiko mbeze pale kaka. Angalau ameshamla kichwa nani kocha wao yule. Kocha shamgudu ya mbale amebaki matoro na matoro na aroga wenzia yule. Yeye wazako anaondoka yeye yumo. Wanaondoka zee, yeye yumo. Yeye nani wa mle upana yeye mwenyewe matoro vile vile kaka. Yeye wazako anaondoka yeye yumo. Yule ndo analoga wenzia yule kaka.